Tunapoelekea kwenye uchaguzi sasa hivi, ni kipindi kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi, lakini na baada ya uchaguzi, tusijiingize tukawa sehemu ya vurugu, sehemu ya kuhatarisha amani katika mkoa wetu au kwenye vyuo. Niwaombe sana, niwatake ushirikiano ambao umesema mtatuonesha, msiwe sehemu ya vurugu, fujo, kipindi chote wakati, kabla, wakati na baada ya ya uchaguzi mkuu. Nyinyi bado mna future, bado serikali inawategemea, wazazi wanawategemea, ndugu wanawategemea. Hatutaki tuingie mgogoro kati ya wanachuo na sisi jeshi la polisi. Ushirikiano baina ya jeshi la polisi utatamalaki na utakuwa mzuri sana, na tutaishi kwa amani na hamtaogopa polisi, sababu polisi ni sehemu ya jamii, tunatoka kwenye jamii Sasa ili kuweza kudumisha, nini kifanyike? Serikali ya wanafunzi, niwaombe haya mahusiano yawe endelevu. Inatakiwa sasa tushiriki katika programu mbalimbali, michezo, kama wenzangu aivi tangulia kusema tuwe na michezo ya pamoja baina ya jeshi la polisi na nyinyi na kama mtu ana changamoto msimamieni, ana changamoto ya kiusalama ambaye anataka sasa kuweza ku jeshi la polisi liweze kufanya kazi yake, lakini alina taarifa hawa wamekwama, nyinyi ni wa kuwasaidia hao, kwa sababu nyinyi mnatufahamu, mna grupu letu nau zetu za simu. Msiwache wakaanza kuangaika wao wenyewe, wakati nyinyi ndio serikali ya wanafunzi. Wasaidieni wanafunzi, wasimamieni. Kwa hiyo nyinyi itakuwa ni kiungo kati ya jeshi la polisi na wanachuo wa au wanafunzi wa wote wale kwenye vile. Lakini ukiwaacha na kuta, mtu ameibiwa anaangaika, kuna ukatili umefanyika, yuko peke yake anahangaika. Lakini serikali ipo, wala hujui matatizo yenu. Hosesi yupo, mimi nipo, viongozi wapo, gurupu tunaro alafu mtu anaangaika apate msaada unaostaik jeshi la polisi, anabaki kulaumu serikali na jeshi la polisi. Wakati naitwa na Shedwa Kikesi, waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi chuo cha Mvumi wilaya ya Chamwino. Kwanza niipe ni, ni hongera jeshi la polisi kwa kutupa nafasi hii kukutana na sisi viongozi wa serikali za wanafunzi vyuo na vyuo vikuu katika mkoa wa Dodoma. Kikao hiki kimetusaidia kujua kwanza kuwasilisha changamoto zetu sisi kama wanafunzi katika vyuo tunavyotoka, na pia kupewa ufumbuzi, na pia kufahamiana baina yetu, ili pale yanapotokea matatizo yanayotukuta sisi wanafunzi, tuwakilisha moja kwa moja kwa wahusika, hasa jeshi la polisi, ambao wanaweza kutupatia ufumbuzi wa matatizo hayo. Mambo makubwa matatu, ambayo naweza nikasema yametusaidia, kwanza ni kutunza na kudumisha amani ya nchi yetu katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa serikali. Cha pili ni kutunza amani ya kila Mtanzania bila kujali ukabila, dini, rangi wala jinsia ambazo tumekuwa tukisisitizwa tuki, tuki, tuki toka enzi za baba yetu wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na la tatu na la mwisho pia kuimarisha ushirikiano baina ya jeshi la polisi, wanavyuo na wanafunzi wote kwa ujumla ili kulinda amani ya nchi yetu hasa katika mkoa wetu wa Dodoma. Yeah, naitwa Doreen Simon Balaja, makamu wa rais wa serikali ya wanafunzi b Dodoma. Kutokana na mafunzo ya leo, tumejifunza kwamba tujenge mahusiano mazuri na, pol na polisi jamii na pia tutoe ushirikiano ushirikiano mkubwa kwa kuripoti matukio yote ambayo yanatokea vioni na nje ya chuo especially matukio ya uhalifu, kwa sababu sisi wanafunzi ndo wahanga wakubwa wa matukio ya uhalifu, hasa matukio ya wizi na matukio ya unyanyasaji.